Serikali imepiga marufuku uingizaji holela wa sukari kutoka nje ya nchi ili kulinda viwanda vya ndani na kukuza ajira kwa vijana wa Tanzania. Rais Dk John Magufuli ameyasema hayo jijini Dar es Salaam alipokutana na makundi mbalimbali yaliyoshiriki katika kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi na tano na kusema baadhi ya waingizaji wa sukari ni wadanganyifu na wengine wanaingiza nchini sukari iliyokaribu kumalizika muda wake wa matumizi. Kwa hiyo unakuta serikali ni moja lakini ndani ya coordination huko, yuko mwingine, aidha kwa makusudi yake, kwa sababu amepewa virushwa kidogo, yeye ni kutoa vibali tu vya kuingiza sukari. Na inawezekana hata hiyo sukari inaingia nchini ambayo ni sukari ambayo ni very inferior, nyingine labda kwenye nchi zingine ilikuwa iexpire katika mwezi mmoja au wiki mbili, inaletwa huku, halafu anailibegi. Hii ni mifano. Kwa hiyo huku tunazungumza tuwe na viwanda vingi, mmoja tu labda hata mkurugenzi ndiye anaye mamlaka ya kutoa vibali hivyo, anatuambia tusitengeneze viwanda. Tumeshajipanga serikalini, na bahati nzuri Mheshimiwa Waziri Mkuu huko hapa, Hakuna vibali vya namna hiyo kutoka bila idhini yako. Tunataka sukari ya hapa izalishwe sana, ili watu tuwape motisho ya kufungua viwanda vingi, ili vijana wengi wapate ajira na wakulima wauze mazao yao. Nam ni Rais wa Tanzania Daktari John Magufuli akipiga marufuku uingizaji holela wa sukari kutoka nje ya nchi hapa nchini.